He he. Na huku siasa za ugavana wa Bungoma zikizidi kushika moto. Didmus Barasa ambaye ni mgombea ugavana wa Bungoma amekabana koo na mbunge wa Sirisha John Waluke. Meja, tuambie sasa, unasema Didi ako na kilo ngapi jamani? Hey, na huyu Didi atawakimbiza mbio Yafola, ali, ali, fwe Oka, na, yalaka, yalaka, nga mwe timu Didi unasikia? Ati kilo zako ziko kama zapata mzinga mkubwa <laughs> Haya ni makubwa ha? Yeye yeah, amesema ati mimi kilo yangu ati haitoshi kama ya kurukuru <laughs> Haya, wetu ambie. Sisi hatujui. Mwanaume mwenzangu kilo yangu anataka afanye nini? <laughs> Waluke, ni kama Didi hana agenda ama namna gani? Bwana, mimi niko na bibi, niko na watoto tatu. Hata saa hii vile nimekuja nimeacha bibi, vile nimeona dalili yake ni kama hiyo, maneno imemkamata. Kuna kitu kama hiyo, iyo ni kukosa agenda. I don't want peace. I want problems always. Eh, hey, unaona Didi, ni kama huyu Waluke ananja mafiche ama we unasemaje? So Didmus ukicha hapa, huo naambia watu what is your agenda? What are you going to do for us in Bungoma County? Hey! <laughs> <laughs> Haya, sisemi kitu. Haya, hebu tueleze agenda yako, utatoa lini ndo tujue? Sasa amesema mimi niwaambie ajenda yangu ambayo nitafanya nikiwa gavana ya Bungoma. Nimemuonea 18 anataka niseme ajenda yangu, ndio ee sasa akopi, ikuwe kama yao. Chai. Mimi ajenda yangu nitatoa mwaka wa 2027 mwezi wa 4, ndio nitaambia watu ya Bungoma nitawafanya nini nikiwa gavana ya Bungoma <laughs> <laughs> Haya, Didi unasema unataka kuwatuma kutuma hawa watu wasirisha waambie mjumbe wao nini? Haya, hebu watume. Mimi nataka kuwatuma, muambie mjumbe yenu kwamba kura yake ya mjumbe nyinyi mtampigia vile mlikuwa mmepanga, lakini kura ya gavana awachane nayo. Gavana ni Didmus Wekesa Barasa, hiyo si waje? <laughs> na Didi akapata majibu. Mimi na support team wa nyonyi, ehe, aisuru meja Unasema timu atafanye nini? Aa ah, watu wa Bungoma na Timu Wanyonyi, ajenda yake ajenda ya Wanyonyi ni factory, anaenda kwa kutengeneza factory ile nambayo tatengeneza vijana hao wanapiga kelele hawana kazi, ndio wapate employment. Timu Wanyonyi anasema wamama, anataka aone wamama wa Bungoma wameinuka kimaisha, na ako na connection kutoka nje mwingine yaani, mtu mwanaume ana bibi ana nini huko, wewe utalala namna gani?